Yesmarais yes, tena Simulizi na Sauti. Sasa katika anga za kimataifa kuna jambo ambalo limeshangaza watu wengi sana na imekuwa ni maajabu makubwa sana na watu wengi wameshangaa hili linawezekanaje, na jambo lenyewe ni sarafu ya nchi ya Urusi ambayo inafahamika kwa ruble, imeweza kufanya maajabu makubwa sana kiasi cha kuizidi dola ya Marekani, kiasi cha kuizidi dhahabu kwa kufanya vizuri na katika hii kota ya kwanza tangu mwaka 2025 ulivyoanza. Sasa watu wameshangaa wengi, wamebaki mdomo wazi, wachumi wengi hawaelewi hili limeweza kutokeaje. Sasa imekuwaje, mambo yamekuwa hivi? Nimekuja na maelezo kujuza na kufahamisha hili limetokeaje. Kwa nini pesa ya Urusi imeweza kufanya vizuri hivi? Na pesa ya Urusi ama hii sarafu yao inajulikana kwa jina la rubo imeweza kupanda thamani yake kwa kasi ya ajabu ambayo imeweza kufikia hadi asilimia 38 ya dola na watu wengi kama nilivyosema, baki midomo wazi. Na hii inasemwa ilikuwa ni mara ya kwanza tangu miaka mingi sana imepita, tangu ruble iweze kufikia kiwango hiki cha ufanisi, na hii sio mzaha kabisa. Huko kwenye soko la fedha, kila mtu ameanza kushangaa na kuitazama Urusi kwa macho mawili. Sababu kubwa sasa ya hali hii ni kwamba benki kuu ya Urusi iliinua riba ile hadi ya nchi hadi asilimia 21. Sasa hebu fikiria ndugu yangu Asilimia 21 mtu akileta fedha zake kuwekeza katika pesa ya Urusi ama kuwekeza katika nchi ya Urusi anapata faida ya maana kabisa. Kwa hiyo sasa wale wawekezaji wa kimataifa ambao e, wawekezaji wakubwa wale sehemu mbalimbali duniani waliobobea na wenye pesa ndefu wakawa wameanza kupeleka hela zao huko, ambako wenyewe walikuwa wanakopa fedha kwenye nchi zenye riba ndogo kama Marekani au Japan, halafu wanaenda kuwekeza kwenye rubo huko, kwa sababu unakuta Marekani labda riba inachezea asilimia nne, mm, eh, saba. Ndo maana nilivyokwambia asilimia ishirini na moja, nikakwambia embu ujaribu kufikiria. Na kwa nini Urusi kuna asilimia ishirini na moja? Hiyo pia nitaielezea kidogo lakini sababu nyingine kwa nini pesa ya rubo imeweza kupanda hivi na kuweza kufanya vizuri kuliko ni dola ya Marekani ni kwa sababu Marekani yenyewe sasa hivi inapitia wakati mgumu kiuchumi, na uchumi wao umeyumba kidogo kutokana na mvutano mwingi wa kibiashara, na watu wengi wamekuwa hawaiamini tena dola kama zamani, kwa hiyo wakati mwingine watu wamekuwa wanakimbia ile dola na we, wengine wakaamua waende kuikumbatia rubo. Yani, imani ile ya wawekezaji ikawa kama imeshuka. Rubo watu wanaona hebu ngoja tukaikumbatia hii ambayo ina asilimia kubwa. Lakini sasa usifikirie kwamba upandisha asilimia ishirini na moja kilikuwa ni kitu chepesi kwa Warusi. Yani, wameamua tu wapandishe riba kufikia hiyo asilimia ishirini na moja. Lakini sababu sasa ni kutokana na vita, lakini pia vikwazo ambayo viliwapiga Warusi. Mfumuko wa bei kwao ambao ulikuwa ni news sana ambayo inasemwa ni zaidi ya asilimia kumi. Kwa hiyo maisha ya kawaida ya bidhaa yakawa yanapanda juu, na sarafu ikawa inapoteza thamani, kwa sababu kumbuka, bidhaa zinapopanda juu, huduma zinavyopanda juu, pesa ile huwa inapoteza thamani, inakuwa haina thamani. Sasa bei pia ya mafuta duniani ilikuwa inashuka, kwa hiyo Urusi ikawa haitengenezi mapato makubwa. Sasa Urusi inategemea sana mafuta kuweza kuuza nje. Kumbuka huyo ndio expota wa pili duniani, akitoka Marekani anafuatia Urusi, anafuatia Saudi Arabia. Kwa hiyo Warusi wakawa wamelazimika kuweza kupandisha mpaka asilimia ishirini na moja, sio kwa kupenda. Lakini sasa baada hata ya kuweza kufikia hiyo asilimia ishirini na moja maana yake ni kwamba ruble inavyokuwa imara sana inamaanisha bidhaa zao za Urusi zinakuwa ghali sokoni. Kwa hiyo inakuwa si rahisi kupata wateja, ni kama ruble ilikuwa inakuwa na nguvu kupita kiasi kile cha kawaida. Lakini pamoja na yote hayo, ukweli ni kwamba ruble ndiyo iliyokamata vichwa vya habari, ambapo imeweza kushinda sarafu zote duniani kwa mwaka huu. Lakini pia mbali na kuwa gumzo, watu walikuwa wanajiuliza, je, ruble itaendelea kung'ara au pengine ni nyota ya jioni? Kama nilivyosema ruble imeweza kung'ara, imeipita mpaka e, dhahabu yenyewe katika siku za hivi karibuni. Kwa hiyo ni swala la kukaa na kusubiria na kuona, lakini e, Warusi kusema kweli, wachumi wa Urusi wamekuwa wanapambana tangu kuanzia kwenye vikwazo, tuliona wakipambana na kuweza kuvivuka vikwazo kwa asilimia kubwa na kuweza kusustain uchumi wao mpaka sasa hivi, haujaweza kudondoka, haujaweza kukolaps, na umeweza kufanya makubwa kuliko ni watu walivyotengemea. Ikumbukwe pia uchumi wa Urusi umeweza kukua kwa zaidi ya asilimia tano, zaidi ya asilimia tano, inamaanisha hamna nchi yoyote ya Ulaya hizi za Magharibi, sijui za G7, yani zote zimeweza kuwa kwa asilimia tano, yaani ukiweza ukazijumlisha zote, kuanzia baba mwenyewe au kiranja mwenyewe Marekani, ukajumlisha na wenzie wote, bado hawajafikia kasi ya uchumi ambao Urusi iliweza kukua, na bado inakuwa projected uchumi wao utaendelea kukua. kwa hiyo watu wana somo la kujifunza kwa harusi na ninadhani kwa miaka mingi ijayo wachumi wengi watatamani kuweza kujifunza kwa harusi wamefanyaje, kwa sababu somo la uchumi nalo sio jepesi, ni somo ambalo gumu sana kwa wale wachumi. Na ndo maana unaweza ukakuta wachumi hawa wanaweza wakaja na mbinu hii, wachumi wale wanaweza wakaja na mbinu ile na zote zikafeli. Unaweza ukaona wachumi wa Zimbabwe wamekuwa na struggle miaka mingapi kuweza kutengeneza pesa yenye thamani, mara waje na zimdola mara waje na zimgold wamekuwa wanajaribu kila kila namna ila wanafeli. Hawa wachumi wanapokuja na ile mbinu wanatuaminisha kwelikweli, lakini sio tu hivyo, kuna nchi nyingi tu hizi za like Kiafrika, wachumi wanatuaminisha bwana, mbinu hii itasaidia, maisha yatakuwa mepesi, lakini baada ya muda maisha hayawi mepesi, yanakuwa magumu. Kwa hiyo the point is, wa Warusi ambacho wamekifanya kitaendelea kubakia kwenye historia na ni case study kwa watu wengi duniani na kwa wasomi wengi duniani, kuangalia hawa jamaa wameweza wezaji kusustain uchumi wao na kuweza kuvuka matarajio ya wengi kwa sababu matarajio ya nchi za magharibi yalitegemea Urusi ya angekuwa amesha kolapsi uchumi wake muda mrefu, na ndio maana akapigwa vikwazo. Na sasa hivi nasema kwamba makampuni yale ambayo yalitoka nchini Urusi, makampuni makubwa mengi yanataka kurudi, hasa kipindi hiki ambacho kumekoka, kuna hali ya sintofahamu duniani. China pamikopagumu Marekani pia wengine hawapaamini kutokana na hii mivutano kwa hiyo ni jambo la kukaa na kusubiria na kuona hili linaendeleanaje, lakini warusi pia wanapambania waweze kuondolea vikwazo kama moja ya karata zao za turufu za kuweza kusitisha vita ambavyo vimekuwa vinaendelea baina ya Urusi pamoja na Ukrain. Pamoja ya matakwa yao ni kwamba waweze kuondolea vikwazo bila shaka. Mwana SnS utakuwa umenufaika na habari hii ya maajabu ya kiuchumi, maajabu ya fedha ya rubo, sarafu ya rubo ya Urusi. Nikukumbushe tu mwana intaneti SNS, unaweza ukatufolo kwa ajili ya updates mbalimbali, ukatufolo simulizi na sauti katika mitandao mbalimbali, Facebook, Instagram. Lakini pia specifically mimi alimasubi una uwezo wa kunifolo Instagram ukiandika jina chimasubi, chi masubi, chimasubi ukiandika hapo itakuleta moja kwa moja katika akaunti yangu, na unaweza ukanifollow kwa ajili ya updates mbalimbali, lakini tu sio updates, unaweza ukaona request yako, unaweza ukaona jambo linakutatiza, una uwezo wa kuniuliza muda na wakati wowote. Asante sana kwa kuwa nami, endelea kubaki nasi, simulizi na sauti yeah. Ujiulize, kuna sababu gani ya kuwa na mavazi mara tatu? Yeah. Kubadilisha siku moja siku moja, yeah. Kuna sababu Disney gani? Hizo ni gharama unnecessary, unnecessary. Jamaa ametumia milioni karibu mia mbili mia tatu ya harusi kwa kufanya mambo ya mjini, ndio ile ilichukua hata wiki wiki, ah, imekufa eh, yeah. Binti anataka kurudi nyumbani, mambo yanaanza kuwa mengi, jamaa anamuuliza hiyo, yaani baada ya kutumia haya yote ya demo anamwambia mimi nataka kurudi nyumbani Nakumbuka mshikaji wangu mmoja hivi alimwacha demu tukikisa, alimwambia ni posti kwenye Instagram yakoktakaambia ni posti kwenye Instagram yako <laughs> <laughs> demu <laughs> <Demu, laughs> <laughs> <laughs> hey, hey, kagoma, hey, kugoma basi. Akaambia basi tunapenda kuchukua wanawake ambao sio vibe zetu.